Hii nchi ya waungwana. Tunaposema tunakwenda kuinusuru Zanzibar, hii si nchi ya kufanyiwa hivyo, hii si nchi ya kuongozwa na watu wa namna hiyo na mtu wa namna hiyo, awe vyovyote atakavyokuwa. Leo watu wanapanga kwenda kufanya ukatili mwingine kwenda kufanya hilba nyingine, kwenda kufanya mambo ya ufisadi mengine, ili mradi waingie katika madaraka. Jamani, hatujachoka, jamani, hatujachoka. Tunataka nchi hii iendelee kuendeshwa hivyo? Watu ambao punda wa Maruhubi tunamlinda kwa sharia, binadamu afanyiwe hivyo Ha? Sasa mimi ninachosema, eh, leo wanataka waingie madarakani ndio wanajipaka mapinduzi wanajipaka sijui nchi hii haitolewi nchi hii hai-, nchi hii hai. Eh? Nchi... nchi ya shangazi yako ya baba yako ya mjomba wako, Zanzibar ni ya wananchi wa Zanzibar. Zanzibar ya wananchi wa Zanzibar. Nchi hii si ya chama, nchi hii si ya familia, nchi hii si ya mjomba wake mtu wala ya baba yake mtu. Tunachosema kwamba nchi hii tuna taratibu tumejiwekea. Nchi hii tunachotaka, hatutaki kitu kikubwa sisi wala hatuombi, ni haki yetu haki yetu kupata uongozi kupata viongozi watakaotuendesha kwa mujibu wa sharia, katiba yetu kwa mujibu wa taratibu zetu, kwa mujibu wa ustaarabu, mila na desturi zetu. Nchi hii hatuwezi kukubali ikaendeshwa ikaendelea namna hii, ndio tunachosema sasa. Kama kuna mtu yeye anaona kwamba ndio mwenye nchi hii na anataka kutuzuia kwa hilo, tuko tayari kupambana naye. Na mimi nawaambia ndugu zangu, kwenye hili tusifanye ni jambo la shangwe. Hii nchi watu wana project yao, nchi hii watu wana project yao, wao wanachosema kwamba Zanzibar hii haitoki Zanzibar, waimalize hii. Mtamalizika nyinyi.